Naam, wali gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza akikisha una subscribe. Tunaona ni e, mwezi sasa tangu ukatike baada ya marehemu MC Pilipili ya tuagi dunia ambapo tunaona ilikuwa e, ni historia ambayo kiukweli wengi walikuwa hawataki hata kuisikia kwa sababu kwa jinsi ambavyo ilitokea ilikuwa ni changamoto wengi kuamini kwa sababu ilikuwa ni ghafla sana. Sasa leo hii tunaona ni mwezi umekatika na tunaona mke wake Cute Mena ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti picha tisa za MC Pilipili Pili, kipindi alivyokuwa hai na of course hawa walikuwa ni wanandoa na walibarikiwa mtoto mmoja. Basi tunaona eh, ameweza kuposti picha hizo tisa, eh, zikimwonyesha MC Pilipili akiwa amembeba binti yake. Of course alikuwa na mapenzi sana na binti yake, hata ukitazama eh, picha hizi unaona kabisa kwamba alikuwa anampenda sana binti yake. Sasa basi ujumbe uh, wa mke wake Uh, ameandika hivi, it has been very quiet. Kama utani vile, mwezi umekatika. Akaweka emoji ya broken heart, akaendelea, this beautiful girl has asked you a lot this morning. Thank you for the memories, you will never be forgotten, grateful for all we shared. Rest peaceful king words for you Mungu nisaidie na kumaliza na, na emoji ya kuomba. Sasa ukiona maneno kama haya, naona kabisa kwamba ni maneno yenye uchungu na kiukweli, uh, ni maneno ambayo kiukweli yanatia simanzi, lakini ndio hivyo, yalikuwa ni maombi ya cute mena uh, kwenda kwa MC Pilipili Pili, ambapo hatitotoka zaidi ya mwezi sasa na tunaona maneno haya e, ni kwamba e, ni kama utani yani, yeye anachukulia ni kama utani, lakini ndio hivyo hayupo tena na mwezi tayari mshakatika. Lakini pia ameandika kwamba e, huyu binti yake ambayo unamuona hapo kwenye picha alimuulizia sana baba yake siku ya leo asubuhi, ni kitu ambacho alishindwa kumjibu lakini anasema kwamba uh, hakuna kitu ambacho atasahau kwa sababu walishia memories, walishia vitu vingi, na kwa maana hiyo sio mtu wa kusahaulika ghafla. Of course hayo ilikuwa ni maneno ya cute mena, na maoni ya watu mbalimbali yamekuja hapa kwenye upande wa comment section. Rest bull akaandika, pole dia, Mungu akupe faraja kweli kwenu wote na watoto sending love and hearts. Manake uh, Mungu aweze uh, kuwapa eh, aweze kuwapa eh, faraja eh, waweze eh, kuwa na faraja, au sio? Lakini pia tunaona mmoja akasema Mungu akupe neema ya kushinda. Mwingine akaandika, pole sana my dear faraja ya Mungu peke yake ikuwatamia wewe pamoja na mtoto tena umezipiga mwenyewe hizi picha, maskini, pole sana. May his soul rest in eternal peace, forever in our hearts. Emmanuel mmoja uh, uh, kaandika ni lazima watanzania wote tudai haki ya, ya watu wetu mc ni mwenzie. Ripoti inasema eh, mefuatilia kwamba polisi walishawakamata wauaji, maana kimya na amna update. ifike mahali watanzania tupaze sauti hayo ni maoni pamanni. Haki ya Pilipili isipotee, hakikisheni wanajulikana roho katisha uhai. mhm mm lako ni hilo tu mjomba. Ufuateji wa kifo chake ni zero, zilo kazi tu tegemea, msiwote nchizima mngeungana, au sio? Maana maanaarab alisema kwamba eh, kwamba huyu shemeji yake kwamba ndiye ndo alizipiga picha eh, lakini yeye na comment tu eh, kwa namna kwana moja au nyingine inaonekana ameshindwa uh, kufuatilia eh, kwa undani zaidi. Kwa nini asifuatilie na aache ku comment? uh, haya, mwingine sema anataka kusema jambo mhm uh -huh. uh, lakini acha tulipite, kuna la kujifunza kwenye haya maisha uh, mmoja sema Mungu azidi kukutia nguvu na kukimalisha katika kipindi hiki na vijavyo, uwe na moyo mkuu. Huyu ni MC Luvanda, of course ni kama kaka kwa, eh, kwa MC Pilipili. Kipindi kile nafanya kazi, kwa hiyo alikuwa anampa neno la faraja ya shemeji yake. Mbona hujaongelea lolote kwa habari ya utata? Mbona hujaomba haki? Haya maswali utakuja kuulizwa na mtoto wako very soon, na ukikosa jibu ujue e, atakuchukia sana. Hayo <laughs> ni maoni ya shabiki uh, mmoja anasema kwamba shida inakuja mtoto anaposema mama, baba yangu yuko wapi? Yani shida ndio inakuja hapo. Inaumiza sana zaidi ya bondi ya baba huyo na mwanaye inaweza sema ilikuwa ni kubwa kuliko hata mama. Daddy's girl, pole sana. Uh, mwanasema acha tu wakikuwa nagoma hadi kula akianza kulia tulikuwa tunalia nyumba nzima ilikonda sana. Mm. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mtoto ndo anakuwa na maswali mengi. Baba yuko wapi? Api uh, kuna huyu mwingine anasema Mungu hawezi kukupitisha kwenye majaribu makubwa hivi katika umri wako, kama destiny yako na ya mwanao ni ya kawaida. You too have a great destiny, may God our lord bless your path. Shem aakitumene, tunashukuru Mungu kwa kila jambo yes. Mmoja akaandika pole eh, kwa tuliachiwa watoto egg eh, hiyo tunapoelewa eh, inauma kama pasi. Maswali ni mengi, haelewi ukimjibu asubuhi saa nne narudia maswali yale. Mungu aliyenivusha na kuvusha na wewe. Of course kuna watu pia wao washapata changamoto kama kitumena chia e, mtoto mdogo na maswali yanakuwa ni mengi na unashindwa uanzie wapi e, kumjibu au sio? Um, it shall be well dear e, I pray with you hugs. Uh, ni nasemani mimi zimetan tokea E, anampoteza baba, lakini mpaka leo, saa haipiti siku mbili sijali. Yani mambo ni magumu, hatari sana. Ile binadamu na waita matatu, ngozi yetu unachukua jukumu, tukoishi mboga za wanyama, binadamu wenzetu tutaishi milele binadamu, au mnataka nini? Uh, mmoja kaandika uh, MC ameniuma, utafikiri kuwa ananijua. E, mmoja kaandika kwamba na watoto wa kike na baba zao. Baba Mungu, msaidie mwanamke mwenzetu of course. Uh, kitu ambacho eh, naomba nisome ni comment ya mwisho uh, kutoka kwa huyu shabiki anaandika: yupo kaburini saizi, haielewi kinachoendelea na haielewi kama amekufa, yupo kimya. MCPP, giza limetanda huku, mwili wake ukiendelea kuliwa na wadudu. Hakujua kama atakufa mapema hivi, alidhani atakufa uzeeni sana, labda kama umri alokufa mama yake, ndoto zake zimeishia hapa. Nadhani ofisi yake sasa imefungwa na kufuli kubwa, buibui na mende ndio wanajitawala. Pamoja na ucheshi wake, hucheka na kila mtu, lakini bado amekufa. Mungu, wewe ni mkali sana na kuogopa. Nikiona picha za MC, nakumbuka kwamba ni